Alishinda roho ya kukatisha tamaa. Usifikiri alivyokuwepo pale alikuwa tu yupo yupo, hapana. Nanielewa wapendwa, mlafikiri msifikiri alikuwepo wepo tu, hapana. Alikuwepo. Kuna vilivyokuwa vinamuijia kama vinavyokuijia wewe, kuna vilivyokuwa vinamshawishi kama vinavyokushawishi wee, kuna vilivyokuwa vinamkatisha tamaa kama vilivyokuwa vinakukatisha tamaa wewe kuna vinavyomkua mnamshusha, kwa sababu kuna jambo linaweza likakufikia, kuna hali inaweza ikakufikia ukakosa majibu ya mwanadamu ya aina yoyote, ila majibu ya kutoka kwao ni kukata tam, kukatishwa tamaa. Mmoja wapo ni Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu akupata mtu, yaani wanakuja kwa vigezo vigezo kama rafiki mwema. Biblia inasema ni marafiki wathaabishaji kwa sababu hawakujengi wa kwa ajili ya Bwana hawakujengi kwa ajili ya maisha ya roho yako, hawakujengi kwa ajili ya kukupa wewe uzima, wanakubomoa. Wanakujenga kwa unafiki fulani, utoke kwenye uzima uingie taabuni. Ayubu yuko taabuni, wanakuja wenzake, wanajifanya wakiroho hivi. nikitaka kuongea neno utaniruhusu? anasema ongea, yamkini na anakaa tayari kwamba labda kuna neno lenye kunifaa. Anamwambia naona, yaani sijaona mwenye haki akiachwa maana yake, yake. Kwa kifupi, yaani nikiingia kilini tu wameshaniona mimi si mwenye haki, nimeachwa na bwana kwa sababu sina haki. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki nikuambia umepitia hali hiyo kwa sababu wewe ni mkosaji. Hapana, ni kikombe cha Bwana, kinywee. Ng'ambo ya pili kuna maji baridi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishinda jaribu umevuka jaribu. Ukishindwa jaribu tunaanza upya. Tulikuwa tunachapwa bakora zamani. Bwana Yesu asifiwe. Shuleni umesha ya boronga, mwalimu anakuambia lala chale, una fimbo zako nne. Ukifanya hivi tu tunaanza moja. Tunafuta zile tatu, alafu tunaanza nini? Moja. Utavumilia ya kwanza ya pili, utabiringika, alafu utainuka. Ya tatu, mkono utaenda, unaambia tunaanza moja. Ndivyo watu wanavyoshindwa kwenye uokovu. Pala ambapo kesho ndio Bwana anakuja unashindwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Pala ambapo Mungu anaenda kunyosha mkono wake, wewe unaanza kukata tamaa leo. Yule alikaa miaka thelathini na minane. Ayubu alikaa na wa kwanza kumkana ni mke wake, kamwambia mkufuru huyo Mungu, hatujawahi kuona Mungu wa namna hii, Mungu wa, wa hali hii hatujawahi kumuona, mkufuru ufe, waachane na hii dunia, kwa nini uteseke? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie ndugu zangu, wana wa Mungu, nyie ni wa Mungu, baba yenu ni Mungu, mwokozi wenu ni Yesu, hajawahi kufanya kosa hata, hata mara moja. Nilikuwa nasema siku moja, nasema hivi tunapotea kwa sababu hatujui uweza wa Mungu. Unatakiwa ukiuangalia msalaba wa Yesu. Unapoangalia msalaba, ona fadhaa zako zote ziko pale msalabani, ona matatizo yako yote yako pale msalabani, ona dhambi zako zote zimezikwa pale msalabani. Shetani hata kuwa na sababu ya kuku kukuhukumu kwa ajili ya maisha yako yaliyopita kwa sababu msalaba wa Yesu umemaliza mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na vipi ambavyo Shetani anakuletea, Yesu alimshinda Shetani tangu miaka elfu mbili iliyopita. Kwa hiyo kinachotakiwa ni wewe ukujua kusimama. Wewe hujua kusimama, usipojua kusimama inakula kwako, kwa mahali peupe, mchana peupe, na watu watakushangaa. Haleluya! maamuzi yako ndio maisha yako, na ukiamua vibaya utakula mabaya, ukiamua vizuri utakula mema. Bwana Yesu asifiwe sana.